Dar es Salaam ambako tunaelezwa kuwa Watanzania wametakiwa kujenga utamaduni wa kutumia mashine za kutolea na kuwekea fedha katika kufanya miamala yao ya kifedha badala ya kujazana kwenye matawi ya benki kwa muda mwingi, ambao basi wangeweza kutumia muda huo katika uzalishaji wa mali na hivyo kukuza uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Faraja Kihongole. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB, Dr. Charles Kimei, ameyasema hayo muda mfupi baada ya kufanya ziara ya kushitukiza ya kutembelea matawi mbalimbali mbali ya benki hiyo yaliyopo jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujionea huduma mbalimbali zinazotolewa mbali mbali na na benki kwa wateja wake pamoja na kuongea na wateja moja kwa moja kwenye matawi ili kupata maoni yao juu ya utendaji kazi wa benki yao. Dr. Kimei amesema mashine za kutolea na kuweka fedha za benki ya CRDB ambazo pia zinatumika kama wakala wa kampuni mbalimbali mbali za simu katika kutoa huduma za kifedha kama vile Tigo na M-Pesa zina uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa haraka wakati wa kufanya miamala, hivyo ni vema Watanzania wanaotumia au kupata huduma kutoka benki ya CRDB kujenga utamaduni wa kutumia mashine hizo badala ya kujazana ndani matawini na hivyo kujikuta wakitumia muda mwingi ambao wangeweza wa kuutumia kwenye shughuli nyingine za uzalishaji mali. Naomba watembelee matawi na watueleze moja kwa moja kwamba kuna tatizo gani ili tuweze kusaidiana. Hii ni benki yetu, ni benki ya Watanzania, ni benki ambayo tunataka tuifanye benki bora kuliko nyingine, na ninyi ndio Watanzania wa wenzetu, ndio mtatusaidia kuiboresha na kuifanya benki ya kwanza, niendelee kuwa ni benki ya kwanza. Na kama hamtatupa feedback E, hatuaweza kufanya kitu. Negative feedback ni vizuri, mtupe moja kwa moja isi tuzifanyie kazi. Kusema kweli ni kwamba tunajua benki ina inakuzwa na imani ya wateja wake. Benki ya CRDB ambayo imesambaa kote nchini, wakiwemo mawakala wake wa Fahari Huduma ambao wako zaidi ya 2500 katika maeneo mbalimbali nchini, hadi sasa ina mashine za kutolea fedha ATM zaidi ya mia nne sabini. Mimi ni Faraja Kiongole, Dar es Salaam.